Wamekuwa wakora kule Kenya fale. Tuko na wakora kutoka upande ya Pokot, tuko na wakora kutoka upande ya Marapet, tuko na wakora kutoka upande ya Baringo, tuko na wakora kutoka Turkana tuko na wakora, wakora kwa hiyo belti yote hii. Sisi kama viongozi, ni jukumu yetu tutafute namna na njia ya kumaliza hiyo uhalifu na uuaji, kwa sababu hawa vijana wanafanya hiyo vitendo ni vijana hawajaenda uh, shule. Ni vijana hawajawahi uh, toka hiyo village. Ni vijana wa uh, chini ya miaka 15 18 wenye wamekuwa wakiterorise watu, na ndio nataka niseme nikiwa mmoja wa kiongozi ninajua hiyo area. Sisi wote tushikane na tutafute njia, tusiongeze siasa kwa maneno kama hayo, tusiongeze siasa kwa mambo ya kifo. Unajua, ninaona viongozi wengine wanaongea wakiropoka kwa sababu ni kama ajui uchungu ya familia walipoteza mtu, hawajui uchungu ya inchi, hawana jukumu yote kwa kichwa yao. Kazi yake ya kiamka ya ke, ya asubuhi, akiona kitu kile kinafanyika pale, baada kwanza aulize ni nini imefanyika, ni na ni mbona ilifanyika, anaongea carelessness. Nataka niseme viongozi ndio wewe, kiongozi ndio upangiwe laini kupigia ukura wewe, kiongozi inakuwa ni kasi kubwa sana, na kutokea hapo, inataka na ujue shida inatatuliwa namna gani? Sio maneno ya kuongea, kwa sababu hayo maneno imekuwa ikifanyika miaka nenda miaka rudi, miaka nenda miaka rudi, kwa sababu tukiwa watoto wadogo tumekuwa tukisikia wale watu wanaouana pale, unasikia pokoto unapiga mara kwa mara, kwa mpiga pokoto, bali wamepigwa. Na niseme hivi pia, nikiwa hapa mpoke na Fadhala Luis, najua kuna viongozi wengine wanachochea kuna viongozi wananunua bunduki. Kuna viongozi wakishika microphone, mambo anaongea ni tofauti na mambo anafanya usiku ni tofauti. Na hiyo tutaenda tuseme ndio ikome, kwa sababu auwezi pata umaarifa kwa watu kuuana. Mimi kama kiongozi kununua bunduki ni kuongeza uhalifu, ni kuchochea wananchi, na unatafuta wana umaarufu ili atuuchaguliwe tena ili ufanye chochote ile ingine yote lakini usinunue bunduki kulia watu wako. Na hiyo maneno iko hapa. Na nataka sana nishukuru eh, rafiki yangu Kamke kwa sababu tuliongea mambo ya usalama. Naye alikuja chini na akatukaruje tukarisho pamoja. Na ninajua ile kazi anafanya pale tushirikiane sisi wote ili wale kuishi. Ila sana tumepata hawa watu wamekuwa fata pale. Hawajui fata anatoka wapi.